Omba Mungu atupe nayo tamani katika maisha yetu. Madhumuni ya misa hii yako sita. Kwanza kuwaombea marehemu waliopoteza maisha kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu. Na kupitia misa hii wape pole wafiwa. Lengo la pili ni kuwaombea majeruhi waliojeruhiwa kwa namna mbalimbali kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu na kuwapa pole walioathiriwa na matukio haya. Lengo la tatu ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata waliopotea kutokana na migogoro hiyo. Naomba mstahidi tuwapata wakiwa hai, mwema sana. Wakiwa wafu basi, walau tuwapate. Lengo la nne ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo. Lengo la tano Rai ya kujitathmini na lengo la sita ni kuomba uponyaji kutoka kwa mungu wetu. Lengo la kwanza kuwaombea wafu: mimi binafsi naamini kuwa kwenye migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu mwaka huu kumetokea vifo vya watu wenye hatia na wasio na hatia. Kati ya waliouawa kuna watoto, kuna vijana na wazee, kuna wanawake na wanaume, kuna raia kwa macho yangu, wingi wa watu usio wa kawaida waliokuwa wananunua majeneza kwenye mitaa ya majeneza. Nimeshuhudia pia misafara ya magari ikisafirisha video kwenda nje ya jiji la Mbeya. Marehemu walio wengi waliuawa kutumia silaha za moto yani bunduki ambazo kwa sheria hutumiwa na askari walioaminiwa wa na kuapishwa kutumia silaha hizo kwa kuzingatia kanuni za usalama. Ninaamini kuwa wapo waliopoteza wa maisha kwa sababu walikosa chakula, matibabu na fursa za kusikilizwa. Wapo waliofariki dunia kwa adhabu kali kutoka walio wako, walio wuhai, kwa waliowakabili. Wapo waliopoteza uhai wakiwa wamehifadhi ndani ya nyumba zao, kwani baadhi ya washikabunduki hawakusita kuzivamia nyumba hizo. wapo waliopoteza maisha kutokana na kiwewe trauma, <laughs> au msongo wa mawazo. Baadhi ya wahanga walitekwa nyara au kushambuliwa kabla ya uchaguzi, na wengine mpaka sasa haijulikani waliko. Wengine wamekutwa na madhira haya wakati uchaguzi ukifanyika au ukiendelea. Hawa wote na wengineo ni wahanga wa uchaguzi mkuu. Wahanga hawa wameleta simanzi kubwa nchini Tanzania, kwa kuwa matukio ni mengi kwa wakati mmoja. Hatujui tumpe nani pole na tumwache nani misa. Hii ipo kwa lengo la kutoa pole kwa wote. ukiona mtu mzima analia, mjue kuna jambo. Na akaongeza maneno, tunatoana roho kwa mali alizoacha baba. Maneno ya muziki huu tuyatoe kwenye muktadha wa familia, tuyaweke kwenye muktadha nafasi ya baba kuweka jina la mwalimu Nyerere. Poleni sana, pole waombolezaji wote, tunatoa pole kuonyesha upendo na heshima kwa wahanga, kwani tunajua kuwa kwa kila mwanadamu anastahili heshima katika hali yoyote ile na katika tuhuma zozote zile asizoweza kuzikataa fanya ameondolewa uhai kabla ya kujitetea. Tunasukumwa na imani kuwa Mungu alimuumba wa mwanadamu kwa sura na mfano wake. Tuna wajibu wa kuheshimu kazi ya Mungu. Raha ya milele wake Bwana wapumzike kwa amani. Sasa hivi ni kuwaombea majeruhi. Wapo watu waliojeruhiwa kwenye machafuko ya uchaguzi mkuu. Majeruhi wengine waliumizwa kwa silaha au mpigo, na wengine kwa mazingira walivyolazimika kuwemo. Wengine wanateseka kwa sababu wametelekezwa. Tunawaombea majeruhi msaada wa Mungu. Lengo la tatu la misa hii ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata watu waliopotea au waliopotezwa kabla ya uchaguzi mkuu na wakati wa uchaguzi mkuu. Watu kadhaa waliputiwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha baadhi wanadhaniwa kuwa ametekwa nyara na watu wasiojulikana. Katika misa hii tunamwomba Mungu aonaye sirini, atusaidie tuwapate katika hali yoyote. Kama watakuwa hai, tufurahie kupatikana kwao. Kama watakuwa wafu, tuomboleze, tuwazike kwa heshima za kiutu. Tuwaombe amani ya Mwenyezi Mungu na kisha tuitimishe msiba. Anayeendelea kuwaficha anatunyima haki hizo za kimtu. Lengo la nne ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo katika hekaheka za uchaguzi mkuu metokea uwaliufu na hata upotevu wa mali za umma na za watu binafsi. Katika misa hii hatusiti kuwapa pole wote walioathirika kwa hasara mbalimbali. Tumeyaona majebo na magari yaliyochomwa moto na tunayaona makovu ya moto kwenye barabara zetu za lami. Tunatoa pole sana kwa wote. Yamkini Mwenyezi Mungu ameruhusu haya ili tukutuke kutoka kwenye usingizi unaotusahaulisha mambo ya msingi. Lengo la tano, kutoa mwaliko wa kutathmini napenda kusema kama alivyosema kiongozi wa makanisa ya CPCT siku alipoapishwa rais. alisema nchi yetu imetikiswa na kumekuwa na mgawanyiko. tunaweza kweli kujiuliza siku ile nchi yetu ilionekanaje? ta nilijaribu kuhesabu makovu ya moto pale mpemba haraka haraka zaidi ya ishirini sehemu tu ya mvu pale, lakini kanaiatuduma nadhani azinashawiki hayi ni barabara kuu, lakini najua kulikuwa na mioto mingine pembezoni na nahisi mioto hiyo ilikuwa yote inawaka kwa wakati mmoja. Sasa ishesi kina mwekanaje. Ni kama vile nchi ilikuwa inaungua. Unaweza kuona mioto kama hiyo iliwashwa Tungumu, iliwashwa Mpemba, Mlogo, Mbalizi, Mbeya, Uyole na kwingineko. Kulikuwa na mioto mingi ikiwaka kwa wakati mmoja, nafikiri na mbinguni walishangaa, nafikiri

tuendelee kuomba Mungu atusaidie kwa dhati kili mapungufu yetu, tuwe na toba ya kweli inayoleta mageuzi na masahihisho ya msingi. isiwe nafasi ya kulumbana na kupimana nguvu. Nafasi ya kunyenyekea mguu pake Mungu. Tuombe Mungu aendelee kupenda taifa letu, hajali tupa kama alivyosema mtoto wa makabala Haja alitupa taifa hili, anatufundisha kwa njia ngumu. Tuwe wanafunzi wazuri tunaoelewa haraka na kufanyia kazi mapenzi ya Mungu. Mengine yote yanaweza kurekebishika, isipokuwa roho za ndugu zetu, hatuwezi kuwa nao kama walivyokuwa. Yale yanayoweza kurekebishika, Mwenyezi Mungu atende, hawa wanaolala wapumzike katika amani na maisha yao yabaki kuwa ishara wazi ya namna itupasavyo kushika imani yetu hata kitubidi kutoa gharama. Rabi, leo wape wapumzike kwa amani. Amina.